Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh, karibu sana katika chaneli yako ya Nurdin Media. Kwanza kabisa, na kushukuru wewe uliokwisha subscribe chaneli hii lakini kama ni mara yako ya kwanza kukutana nasi, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kilichopo chini ya video hii upande wa kulia. Baada ya hapo, usisahau kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazokuwa tunakuletea. Je, kweli damu ya mwanadamu imekuwa daraja la kufikia madaraka? Je, machozi ya wa wanyonge yamekuwa tiketi ya kukalia viti vya juu. Wale mnaotaka kubaki madarakani kwa gharama yoyote, hata kama, ni kwa, hata kama kwa kuua idadi yote ya watu, mnajua mnacheza na nini? Historia haisahau ndugu zanguni, na zaidi historia, Mwenyezi Mungu apotezi chochote. Kila maisha ya binadamu ni heshima kubwa kila mwanadamu ana haki ya kuishi. Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qurani ya kwamba mwenye kumuua mtu mmoja bila yeye kuua mtu au kufanya ufisadi katika ardhi ni kama ameua watu wote, na mwenye kumwokoa mtu mmoja ni kama ameokoa watu wote. Damu ya mtu mmoja ni dunia nzima mbele ya Allah subhanahu wa taala, lakini leo tunaona watu wanaodhani kuwa kuua kwa mtu mmoja au kuua watu kumi hata watu mia moja ni kawaida. Ndugu zanguni, jambo hili kwa Mwenyezi Mungu, kila tone lina thamani kubwa kuliko madaraka yenu yote. Madaraka sio chuo cha kujivunia, ni amana, ni mzigo uliopewa na Mwenyezi Mungu. Na Mtume anasema kwamba kiongozi atakayetawala watu kwa dhuluma, siku ya Kiyama atakuja akiwa mikono yake imefungwa hadi haki ya watu waliodhulumiwa ichukuliwe kwake. Leo tunashuhudia viongozi wanaotumia dola kuua, kujeruhi, kuwanyamazisha watu kwa nguvu, wakiongea haki. Lakini eh, njia ambazo zinatumiwa kwa ajili ya kuwanyamazisha watu ni njia ambazo sio za haki kabisa. Watu wanapoteza maisha yao, watu wanadhulumiwa, wanyonge haki zao hawapewi. Eh, lakini tambua ya kwamba eh, mnyonge anapodondosha machozi yake akilia, jua machozi yake yale ni laana na laana hizi eh, na, na, na hizi laana hazi haziwezi kuzimwa na jeshi wala mabavu. Kwa hivyo tukija kuangalia katika historia ya watu waliopita, kwani eh, wakina Firauni, wakoloni hawa ni watu ambao wamethubutu kufanya mambo ya ajabu, mambo ambayo yaliwafanya watu e, wakimbie miji yao, wakimbie, wakimbie familia zao. Historia ndugu zangu, ni mwalimu wa haki. Angalia viongozi waliodhani wako salama, lakini walishindwa kuwa, walishindwa waliweka misingi isiyo sahihi. Firauni alidhani atadumu, lakini Mwenyezi Mungu alimzamisha. Wakoloni pia walidhani wataishi milele, lakini waliondoka kwa fedheha. Leo watu wanadhani damu inayomwagika ni ngao ya kubaki madarakani, lakini kesho damu hiyo ndiyo ushahidi utakaokuwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na historia itawaandika kwa wino wa fedheha. Kwa hivyo ndugu zangu ni viongozi e, na watawala wenye mamlaka, chagueni njia ya haki. Hakuna utawala wa kweli bila amani na haki. Hakuna kiti cha heshima kinachojengwa juu ya hofu na mauaji. Kiti cha heshima kinajengwa juu ya uadilifu, uwazi na uaminifu kwa wananchi. Kwa hivyo ndugu zangu ni e, tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala awajalie viongozi wetu walotuongoza, awape e, uongozi uliokuwa mzuri, waongoze kwa, kwa njia ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anaziridhia, na tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala awaepusha. Nurdin Media ni chaneli maalum inayokuletea Qurani, dua na mawaidha yenye kukugusa moyo na kukupa mwongozo wa maisha Kwa hiyo ukisha subscribe na kuwasha kengele, hakika utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazoposti. Asante kwa kuwa sehemu ya safari hii ya kheri. Karibu Nurdin Media, kambi yako ya kujifunza na kuimarisha imani.